Ni Shinyanga ambako kufuatia kuongezeka kwa vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia mkoani Shinyanga, baadhi ya wakazi katika manispaa ya Shinyanga wametoa wito kwa wanaume katika familia kuachana na utamaduni wa kuacha jukumu la malezi kwa wanawake. Wananchi hao wamesema maadhimisho ya siku kumi na sita kupinga unyanyasaji na ukatili wa kijinsia yamekuwa yakiwasahau kuwashirikisha wanaume ambao ndio nguzo kuu katika kupambana na vitendo hivyo katika jamii. Beson Kakuru ameandaa taarifa ifuatayo. Katika maeneo mengi ya vijijini hapa mkoani Shinyanga, wanawake wamekuwa wakitumia muda mwingi wa shughuli mbalimbali za uzalishaji mali, huku mgawanyo wa faida itokanayo na uzalishaji mali ikisimamiwa na wanaume, hali inayochangia kukua kwa tatizo la unyanyasaji na ukatili wa kijinsia lakini ndani ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia tatizo la ndoa za utotoni bado linautafuna mkoa wa Shinyanga, na huku baadhi ya wanaume wakitupiwa lawama, hasa vijijini. Kina baba, tumewageuza watoto wa kike kama mitaji. Tumekuwa tukilazimisha watoto wadogo kuolewa kabla ya umri wao badala ya kuwasisitiza kwenda shuleni kwanza. unavyomwezesha mtoto mdogo kwa sababu bado ni mdogo, anaweza akapata mimba, tumezita mimba za utotoni. Bado mfumo dume unaendelea katika jamii na wanaume ndo wanaochukua nafasi kubwa ya kufanya maamuzi pale nyumbani. Sasa akitokea akiwa binti amefikisha miaka kumi kumi na mitano mwanaume anaamua, wanazungumza kule nje, anaamua yule mtoto anaweza kuolewa. Kwa hiyo anakosa haki yake ya msingi na baadaye ikifika kwenye uzazi anapata matatizo zaidi, na chanzo cha hayo yote ni mwanaume. Anafikiri akioa wanawake wengi zaidi tamfanya apate watoto wengi zaidi awe na nguvu kazi ya kutosha, ili aweze kufanya uzalishaji wa shughuli za kilimo na mambo mengine kama hayo. Ila hiyo inapelekea anakuwa na familia kubwa, mzigo mkubwa, na mwisho wa siku anashindwa kulea baadhi ya watoto. Hapa Shinyanga wamekosa haki yao ya msingi ya kupata elimu katika maeneo ya vijijini kutokana na ukatili huo, na sasa kinachotakiwa ni kwa wazazi kuachana na utamaduni huo, nafasi ya watu wote wawili mwanaume na mwanamke, kwa sababu ndio ndio ndio maana tunasema kwamba mara kwa mara tumekuwa tukibezi kwa ajili ya wanawake, natukizungumza sana jinsia, tunazungumzia hata mtu kuambia jinsia anazungumza juu ya mwanamke, lakini nafikiri vitu vyote hivi vinapaswa kuiana. Mabruk Halidi ni mtoto mwenye umri wa miaka kumi na mbili, anawaambia nini wazazi? wasilete ukatili kipindi wakati mtoto anapofanya ujauli, uh, wasipige sana, hmm. yani kwa, kwa sababu ya ili asije akamuumiza mtoto au asije akaua mwanaye. Maana akija akaua mwanaye inakuwa amepata hasara. Kutoka hapa mjini Shinyanga, mimi ni Grayson Kakuru wa TBC.